Starts, sport next level. Hakika kama kuna hofu yoyote kwa Watanzania kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mechi mbili za fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane ya kwanza itakayochezwa Jumamosi tarehe 17 mwezi huu kule Morocco na marudiano, ya marudiano tarehe 25 ni juu ya mwamuzi wa mechi ya pili ya fainali ambayo yenyewe kombe litakuwa uwanjani. Taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, ni kwamba mwamuzi katika mechi hiyo ya marudiano tukayochezwa e, tarehe ishirini na tano kombe likiwa uwanjani, ambapo mshindi wa matokeo ya jumla baada ya mechi ya Jumamosi tarehe kumi na saba na hiyo tarehe ishirini na tano ndiye tikaikabidhiwa kombe uwanjani ni huyu aitwaye Dahane Beida, mwamuzi kutoka nchini Mauritania, mwamuzi ambaye alijitwalia umaarufu mkubwa msimu uliopita 2023-24 katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pale alipochezesha mechi ya robo fainali ya pili kati ya wananchi Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kule nchini Afrika Kusini. Inakumbukwa vizuri katika mechi hiyo iliyochezwa mwezi Aprili msimu uliopita kule Afrika Kusini, ikiwa ni mechi ya pili baada ya mechi ya awali kuchezwa kwa mkapa jijini Dar es Salaam na Yanga na Mamelodi Sundowns, kumaliza kwa sare au suluhu bila bila. Kule nchini Afrika Kusini Yanga walikuwa wakihitaji eh, ushindi wowote ili waende fa nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, au sare yoyote ya mabao ili kwenda katika hatua ya nusu fainali, kwa sababu kwenye mechi ya kwanza ilishachapa bila bilabila. Lakini katika mechi hiyo ambayo Yanga chini ya kocha Miguel Gamondi ilicheza vizuri sana. Inakumbukwa tukio lenyewe maarufu lililomfanya Dahane Beida awe gumzo sio tu barani Afrika bali pia hata nje ya Afrika katika chaneli na mitandao mbalimbali ya kujadili, kujadili mpira wa miguu. Walimjadili kutokana na uamuzi wake huu maarufu ambao mwisho wa siku uliiumiza Yanga ukaibeba Mamelodi Sundowns. Ilikuwa katika dakika ya hamsini na nane ya mechi hii ambapo mshambuliaji, eh, kiungo wa mshambuliaji wa Yanga alipiga shuti zuri lilionekana kugonga mtambaa panya kwa maana ya besela crossbar, na kisha kuonekana kudundia ndani kwa asilimia moj, mia moja ya mpira wote uliovuka mstari, lakini mwamuzi Dahane Beida na wasaidizi wake wala hawakuruhusu kuwa bao halali kwa Yanga katika tukio hilo, dakika hamsini na nane dakika hamsini na tisa lakini kubwa zaidi wala hawakujishughulisha kutaka maelezo yoyote kutoka kwa watu wa VAR ambao walikuwa na fursa zaidi ya kuweza kumshauri pale inapobidi. Ingawa inafahamika goal line technology haitumiki barani Afrika, bali kuna VAR ambayo hata hivyo, kwenye marejeo ya picha za video, pengine yangesaidia kuona kwamba mpira ule ulivuka wote kwa asilimia mia moja na hivyo Yanga kustahili kupata bao ambalo lingewafanya katika muda huo waongoze kwa bao moja bila dhidi ya wenyeji Mamelodi Sundowns, jambo ambalo pengine lilikuwa na fursa kubwa kwa Yanga, kwa Watanzania kushuhudia timu yao wawakilishi wao katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakienda nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika na kupata walichostahili kutokana na kiwango bora sana walichokionyesha siku hiyo dhidi ya Mamelodi Sundowns iliyokuwa awali ikipewa nafasi kubwa kati ya zile timu ambazo zilitazamiwa kufika mbali na kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita. Kama bao hilo angelikubali, maana yake yange ingekuwa inaongoza moja bila Mamelodi hata kama wangepambana katika dakika zilizobakia chache, kutokana na ukweli kwamba tukio hili lilikuwa dakika 58 na dakika 59, maana yake pengine ingeweza kuisha tasara ya moja moja, ambayo bado ingewezesha Yanga kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali kwa sababu ya faida ya bao hilo la ugenini. Lakini pia Yanga kwa namna walivyokuwa wakicheza vizuri siku hiyo, Mamelodi Sundowns hawakuwa wakipata fursa za wazi za kuweza kumfikia Jigidiara na kupiga mashuti ya kwenda wavuni ama kumjaribu matokeo yake Walikuwa na nafasi nzuri Yanga ya kushinda ama kupatikana kwa hiyo sare moja moja, lakini matokeo yake baada ya kupita sekunde kadhaa za ubishane bado dahane beida kwa uimara kabisa, bila hofu wala woga, hakuliruhusu bao hilo kuwa bao, na wala hakukuwa na mawasiliano ya kumwezesha kujua kwamba lilikuwa bao, mpira ulivuka mstari kutoka kwa wasaidizi wake kwenye chumba cha VAR, na wala hakujishughulisha kabisa hata kwenda kutazama matokeo yake ni nini. Mechi iliisha kwa bila bila. Na hivyo nini kilichofuata? Kwa kanuni za CAF, baada ya sare ya mechi zote mbili ambayo hii ilikuwa ni suluhu bila bila kwa mkapa jijini Dar es Salaam, bila bila kule nchini Afrika Kusini kwenye uwanja wa Loftus jijini Pretoria, matukio yake kenda kwenye mikwaju ya penalt, ambayo pengine yanga kwa athari za kisaikolojia walizoipata ndani ya dakika 90 kwa tukio lile la ukataliwa kwa bao lao, matukio yake kwenye mikwaju ya penalt yanga wakang'olewa kwenye michuano Dahane Beida akapata eh, criticisms eh, hukosolewa kwingi, lakini mwisho wa siku taratibu za mpira wa miguu, mwamuzi mpira ndani ya dakika 90 maamuzi yake huwa hayabadilishwi, na ikawa hivyo, yanga wakang'olewa kikatili kwa uamuzi wa Dahane Beida. Sasa taarifa kutoka kafu zina kafu zinaonyesha kwamba huyu mwamuzi kutoka Mauritania, kijana ambaye hivi sasa ana miaka thelathini na tatu, maana alizaliwa mwaka 1991 Disemba 31, ndiye atakayechezesha fainali ya pili eh, mwaka 1991 fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, kati ya wekundu na msimazi Simba tokokuwa wenyeji dhidi ya RS Berkan, wana fainali wa michuano hii msimu uliopita, ambao walichemsha kwa Zamalek iliyotoa ubingwa wa kombe la shirikisho msimu uliopita. Kinachotisha zaidi ni kwamba katika msimu uliopita ambao Yanga walinyongwa kikatili na mwamuzi huyu Dahane Beida, na wasaidizi wake, mama a inafahamika wazi miongoni mwa waamiliki wake ni familia ya rais wa CAF Dr. Patrice Mosepe, ambaye kwa sababu tu za kuepuka mgongano wa kimaslahi conflict of interest, yeye alijiweka kando na kumwacha mwanaye aiongoze timu hiyo, na matokeo yake ni dhahiri kwamba huwezi ukaondoa influence ushawishi wa rais wa CAF kwa timu yake anayoimiliki mwenyewe na familia yake ya Mamelodi Sundowns. Kwa sababu hiyo, maamuzi ya Dahane Beida kwa kiasi fulani kwenye e, zile, ule ukosoaji yalihusisha baadhi ya malalamiko kwamba ni kwa sababu timu ya inamilikiwa na familia ya rais wa CAF na hivyo akaipa, akaibeba katika mechi hiyo na kuihukumu kui, kui Yanga isivyostahili. Hata mwenyewe Mosepe baadaye sana alikaririwa katika baadhi ya mahojiano na waandishi wa habari, alinukuliwa akisema hata yeye aliona kana kwamba lile listahili kuwa bao, lakini hakukuwa na namna nyingine ya kufanya. Sasa msimu huu Dahane Beida anapewa dhidi ya timu nyingine ya Tanzania inopeperusha bendera ya Tanzania katika fainali ya kombe la shirikisho. Wekundu wa Msimbazi, Simba, wanacheza mechi ya kwanza Jumamosi tarehe 17, marudiano tarehe 25. Dahane Beida ndiye kuwa katikati. Hofu ni kwamba Dahane Beida wakati anachezesha Atakapochezesha fainali hii ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika Simba nyama dhidi ya RS Berkan. Hii timu ya RS Berkan nayo iko connected, inahusishwa na makamu wa kwanza wa rais wa CAF aitwe Fouz Lekija. Inafahamika vizuri Fouz Lekija eh, mtu mkubwa sana kule Morocco, yeye ni waziri wa budget katika serikali ya kifalme ya Morocco kwenye ofisi ya waziri mkuu lakini huyu ndiye rais wa chama cha soka, cha soka cha Moroko, yani ndio Wallace Karia wao kule Moroko. Nimemtaja Wallace Karia kama kufananisha tu kwa sababu Wallace Karia tunafahamu ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Sasa yeye kabla ya kuwa rais eh, kabla ya kuwa na mamlaka mbalimbali ya mpira wa miguu katika chama cha soka, cha cha soka kule nchini Moroko, lakini pia shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, lakini pia FIFA alikuwa ndiye rais wa RS Berkane na alitoa mbali sana, ndiye aliipandisha kutoka madaraja ya chini, akafanya mabadiliko makubwa ya kiuongozi na uendeshaji wa kisasa na kuipa mafanikio makubwa, kutoka daraja la tatu ilikokuwa, ikapanda daraja ligi kuu ya Moroko msimu wa 2012-2013 na hatimaye ikawa ikifanya vizuri RS Berkane katika misimu takribani sita iliyopita, kuanzia 2019-2020 20. RS Berkane imetoa kombe la shirikisho mara mbili. Yes, lakini pia imefika fainali nyingi ikiwamo msimu uliopita kama nilivyotoka kueleza awali dhidi ya Zamalek. Lakini pia huyu Fauzi Lekja ndiye makamu wa kwanza wa rais wa CAF, yani ndiye makamu wa kwanza wa rais wa Dr. Patrice Motsepe, naye timu yake ndio inacheza dhidi ya Simba, halafu mwamuzi ni Dahane Beida aliyehusishwa na kuibeba Mamelodi inayomilikiwa na familia ya rais wa CAF, lakini sasa anaenda kuichezesha fainali ya pili ya Simba dhidi ya RS Berkane inayohusishwa na makamu wa rais wa CAF huyu Fauz Lekija. Huyu Fauz Lekija ni mtu mwenye nguvu sana, sio tu ya kifedha na kiuchumi, lakini pia kwenye masuala ya mpira wa miguu barani Afrika. Yeye ndiye msimamizi au tuseme mkuu wa eh, divisheni au tuseme idara inayosimamia au tuseme kamati ya mashindano ya hii ya klabu ya CAF barani Afrika, yeye ndiye mwenyekiti yeye ndiye msimamizi itaho chochote lakini ndio top, top, top katika kamati ile inosimamia mashindano ya klabu ya CAF ikiwemo michuano ya kombe la shirikisho. Yeye ndiye pia mwenyekiti wa kamati ya Moroko kule kwa ajili ya fainali za kombe la dunia ambapo Morocco amepata uwenyeji wao pamoja na Hispania pamoja na Ureno, bidi ya kihistoria, mafanikio ya kihistoria, mataifa matatu kuandaa fainali za kombe la dunia huku yakitoka katika mabara tofauti Moroko kutoka Afrika na mataifa kutoka barani Ulaya ambayo ni Ureno pamoja na Hispania. Ana nguvu kubwa mno, ana mamlaka mengi ikiwamo pia kusimamia kamati ya fedha ndani ya Kafu, lakini vilevile vile, ni mjumbe katika baraza la FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani. Sasa huyu Fauzi Lekija, timu yake ndiyo RS Berkane. Halafu mwamuzi Dahane Beida ambaye anahusishwa na kuibeba Mamelodi katika mechi dhidi ya Yanga kwa sababu Mamelodi inahusishwa na familia ya rais wa CAF Patrice Motsepe. Nadhani unaweza kaona vizuri. Sasa hapa ndio hofu pekee. Lakini faraja kwa Tanzania ni kwamba mpira wa miguu uwanjani, pindi mkijipanga vizuri, mwamuzi hata awe na figisu zipi, kama mnacheza vizuri, mnafika kwa usahihi na kupiga mashuti kuingia wavuni, atakataa la kwanza, la pili, la tatu, ataweza kukataa. Ni juu ya Simba kujiongeza hasa katika benchi la ufundi, kuonyesha kiwango chake bora kilichowezesha kufika fainali, mwisho wa siku kutocheza huko wakiwa na fikra kwamba mwamuzi hayuko upande wao, kwa sababu wakifanya hivyo wataathirika kisaikolojia na hivyo kufanya mipango ya kocha Fadu Davids ishindwe kutimizwa vyema na wachezaji wake kina Kibu Denis, Prosper Eli, Mpanzu Kibisawala, Lionel Atabambida, Steven Dese Mkwala, Shomari Kapombe Show me the way, lakini nahodha Mohamed Hussein Shabalala na wengineo. Ili kutimiza malengo ya Simba ya kocha Fadlu Davids ni lazima wachezaji wajengwe kisaikolojia, waachane kabisa na fikra kwamba mwamuzi huyu atawanyonga kuanzia dakika ya kwanza, kwa sababu kufanya hivyo itakuwa na athari kubwa. Vinginevyo, ni juu ya wachezaji kutekeleza mpango kazi wa kocha Fadlu Davids, kama walivyoonyesha kwenye mechi nyingine zote kumi, kuanzia hatua ya makundi mbili za robo fainali sita, za hatua ya makundi mbili za nusu fainali, Simba ikafika fainali. Basi bila shaka, katika mechi hizi mbili dhidi ya RS Berkane, wachezaji watakuwa makini timamu katika kutekeleza mipango kazi ya kocha Fadlu Davis na hatimaye kuwapa furaha Wekundu wa Msimbazi Simba, kuwapa furaha wa Tanzania, kumpa furaha amiri jeshi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye mara zote amekuwa akiunga mkono vijana wake kwenye michezo mbalimbali mbali ikiwamo mpira wa miguu ambapo inafahamika wazi. Miongoni mwa motisha walionao wachezaji wa Simba, kila goli moja wakifunga endapo akishinda wa kuna mamilioni ya mama kwa ajili ya kuwapa motisha na kuwa support. Mbwaduke Stats, Sport next level.